Yesu Kristo. Karibu sana mpenzi msikilizaji na mfuatiliaji wa Oratorio Kanosa Media katika kipindi chetu cha tafakari ya neno la Mungu. Leo tukiadhimisha Dominika ya sita ya Pasaka ya mwaka C wa kanisa. Katika kipindi hiki cha Pasaka tunaendelea kuadhimisha ushindi wa Kristo juu ya kifo na dhambi. Na leo tunaalikwa kuzingatia zawadi ya amani na uwepo wa Roho Mtakatifu kama alivyoahidi Bwana wetu Yesu Kristo. Katika injili ya leo, Yesu anatuambia amani nawaachieni, amani yangu nawapa. Maneno haya yanatufundisha kwamba amani ya kweli haitokani Bari andani, na hali ya nje bali ni zawadi ya ndani inayotokana na uhusiano wa karibu na Mwenyezi Mungu. Aidha Kristo anaahidi kumtuma msaidizi, yaani Roho Mtakatifu atakayewafundisha na kuwakumbusha yote aliyowafundisha. Hivyo basi mpenzi msikilizaji na mfuatiliaji wa Oratorio Media, tafakari ya leo inatualika tuwe watu wa amani, tuwe tayari kupokea na kuongozwa na Roho Mtakatifu katika maisha yetu ya kila siku. Ni kuharike tufungue mioyo yetu kwa neno la Mungu, tusikilize kwa unyenyekevu na kulitafakari kwa kina ili tupate nguvu ya kuishi upendo wa Kristo katika dunia hii inayohitaji mashahidi wa matumaini na mshikamano. E Mungu mwenye huruma, tunakushukuru kwa zawadi ya maisha na neema. Tuwezeshe kukusanya tena neno lako mtakatifu, tunakuomba utufungue mioyo yetu na akili zetu, ili tuweze kulielewa neno lako na kulitekeleza kwa upendo tumaro wako Mtakatifu atuongoze katika tafakari hii, atupe amani yako na kutufanya mashahidi wa upendo wako katika dunia. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo bwana wetu. Amina. Karibu tusikilize masomo. Somo la kitabu cha matendo ya Mitume. Walishuka watu waliotoka Uyahudi wakawafundisha wale ndugu ya kwamba, msipotahiriwa kama desturi ya Musa hamwezi kuokoka. Basi baada ya Paulo na Barnaba kushindana na watu hawa na kuhojiana nao sana, ndugu wakaamuru kwamba Paulo na Barnaba na wengine miongoni mwao wapande kwenda Yerusalemu kwa mitume na wazee kwa habari ya swali hilo. Basi ikawapendeza mitume na wazee na kanisa lote wakawachagua watu miongoni mwao na kuwapeleka Antiokia pamoja na Paulo na Barnaba; nao ni hawa, Yuda aliyeitwa Barsaba, na Sila, waliokuwa watu wakuu katika ndugu. Wakaandika hivi na kupeleka kwa mikono yao mitume na ndugu wazee, kwa ndugu zetu walioko Antiokia na Shamu na Kilikia, walio wa mataifa; salamu. Kwa kuwa tumesikia ya kwamba watu waliotoka kwetu wamesumbua kwa maneno yao, wakipotosha roho zenu, ambao sisi hatukuwaagiza; sisi tumeona vema hali tumepatana kwa moyo mmoja, kuwachagua watu na kuwapeleka kwenu pamoja na wapendwa wetu Barnaba na Paulo, watu waliohatirisha maisha yao kwa ajili ya jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Basi tumewatuma Yuda na Sila, watakaowaambia wenyewe maneno yayo hayo kwa vinywa vyao. Kwa maana ilimpendeza Roho Mtakatifu na sisi, tusiwatwike mzigo ila hayo yaliyo lazima, yaani, mjiepushe na vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu, na damu, na nyama zilizosongolewa, na uasherati. Mkijizuia na hayo, mtafanya vema. Wasalamu. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Somo la kitabu cha Ufunuo. Mimi Yohana nilichukuliwa katika Roho mpaka mlima mkubwa mrefu, akanionyesha ule mji mtakatifu Yerusalemu ukishuka kutoka mbinguni kwa Mwenyezi Mungu, wenye utukufu wa Mungu, na mwangaza wake ulikuwa mfano wa kito chenye samani nyingi, kama kito cha yaspi safi, kama bilauri. Ulikuwa na ukuta mkubwa mrefu wenye milango kumi na miwili, na katika ile milango malaika kumi na wawili, na majina yameandikwa, ambayo ni majina ya kabila kumi na mbili za Waisraeli upande wa mashariki milango mitatu, na upande wa kaskazini milango mitatu, na upande wa kusini milango mitatu, na upande wa magharibi milango mitatu. Na ukuta wa mji ulikuwa na misingi kumi na miwili, na katika ile misingi majina kumi na mawili ya wale mitume kumi na wawili wa mwana kondoo. Nami sikuona hekalu ndani yake, kwa maana Bwana Mungu mwenyezi na mwana kondoo ndio hekalu lake. Na mji ule hauhitaji jua wala mwezi kuuangaza, kwa maana utukufu wa Mungu huutia nuru, na taa yake ni mwana kondoo. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Shangilio inatoka kitabu cha Yohane sura ya 14 aya ya 23, nayo inasema: Yesu alisema, mtu akinipenda atalishika neno langu, na Baba yangu atampenda, nasi tutakuja kwake. Aleluya. Somo la Injili Takatifu iliyoandikwa na Yohane. Utukufu kwako E Bwana. Yesu aliwaambia wafuasi wake, mtu akinipenda atalishika neno langu na Baba yangu atampenda, nasi tutakuja kwake na kufanya makao kwake. Mtu asiyenipenda yeye hayashiki maneno yangu nalo neno mnalolisikia silo langu, ila ni lake Baba aliyenipeleka. Hayo ndiyo niliyowaambia wakati nilipokuwa nikikaa kwenu. Lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Amani nawaachieni, amani yangu nawapa; niwapavyo mimi sivyo kama ulimwengu utoavyo. Msifadhaike mioyoni mwenu, wala msiwe na woga. Mlisikia ya kwamba mimi naliwaambia naenda zangu, tena naja kwenu. Kama mgalinipenda, mgalifurahi kwa sababu naenda kwa Baba, kwa maana Baba ni mkuu kuliko mimi na sasa nimewaambia kabla halijatokea kusudi litakapotokea mpate kuamini. Neno la Bwana. Sifa kwako, e Kristo ogo Dominika ya sita ya kipindi cha Pasaka, mwaka C wa Kanisa. Masomo ya dominika hii yanasisitiza juu ya umoja wa kanisa Katoliki. Kanisa ni moja kutokana na chanzo chake na mwanzilishi wake na roho yake. Mwanzilishi wake ni Kristo Yesu, nafsi ya pili ya fumbo la utatu mtakatifu. Kiongozi wake mkuu duniani ni mmoja, yaani Baba Mtakatifu, halifa wa Mtakatifu Petro ambaye Kristo Yesu alilijenga kanisa ya juu yake na wala milango ya kuzimu haitalishinda. Mafundisho yake ya kiimani, kimaadili na kiliturujia yote ni mamoja. Alama hii ya umoja wa kanisa najidhihirisha wazi tangu nyakati za mitume, kwa maongozo ya Roho Mtakatifu atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kutukuzwa milele yote, kama tunavyosali katika kanuni ya imani. Ni katika muktadha huu wimbo wa mwanzo unafungua maadhimisho ya dominika hii unasema hivi: hubirini kwa sauti ya kuimba, tangazeni haya, yatamkeni mpaka mwisho wa dunia, semeni, Bwana amelikomboa wa taifa lake, aleluya. Na mama kanisa katika sala ya mwanzo anasali kwa tumaini hili akisema, ee Mungu mwenyezi, utuwezeshe kuadhimisha kwa bidii siku hizi za furaha tunazozitumaini kwa heshima ya Bwana aliyefufuka na hayo tunayo yakumbuka, sasa tuyazingatie daima kwa matendo. Somo la kwanza ni kutoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Somo hili linahusu maamuzi yaliyotolewa na mitume na wazee wa kanisa katika mkutano wa Yerusalemu kuwa wapagani wanaongokea Ukristo sio lazima watahiriwe na kushika torati ya Musa. Wokovu wao unategemea imani yao kwa Kristo Yesu. Itakumbukwa kwamba kwa jamii nyingi jando kwa watoto wa kiume lilifanyika katika umri wa kubalehe kama sehemu ya kumwingiza kijana katika rika la watu wazima wenye nyajibu na haki katika ukoo. Tukio hili liliambatana na mafundisho ya kumwandaa kijana kwa maisha ndoa na familia. Kwa Wayahudi, jando lilikuwa ni tendo takatifu la kidini, ishara ya agano la Mungu na taifa la Israeli. Hivyo, kutokutahiriwa kwa Wayahudi kuliowafanya wasishirikishwe ahadi za agano kati ya Mwenyezi Mungu na Ibrahimu pamoja na uzao wake. Sheria ilidai pia, walioongokea dini ya Kiyahudi walipaswa kutahiriwa. Katika hali hii, Wayahudi walioongokea Ukristo waliwataka wapagani watu wa mataifa walioongokea Ukristo washike mapokeo na sheria ya Musa, ikiwa ni pamoja na kutahiriwa. Hali hii ilileta malumbano na mtafaruku kwa kanisa la Antiokia. Hivyo wakaamua kutuma wajumbe kwenda Yerusalemu wafikishe jambo hili kwa mitume. Nao walilipokea, wakaitisha mkutano, wakajadili, wakatoa suluhisho kuwa mbele ya Mwenyezi Mungu watu wote, Wayahudi na wasi Wayahudi, bila ubaguzi, wanaokolewa kwa kuongoka kwao, kutubu dhambi zao na kupokea ubatizo na kuwa familia moja ya Mungu ndani ya Kristo Yesu. Tena wanapokea maisha mapya kwa njia ya Roho Mtakatifu, na hivyo kufanywa kuwa ni wana wa Mungu na ndugu, kaka na dada yake Kristo Yesu. Hivyo wapagani hawalazimiki kuzishika sheria za Musa, bali wajiepushe na vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu na dhambi, kuachana na maisha ya dhambi. Petro aling'amua fundisho kwa kuamuriwa kula vilivyokatazwa na sheria ya Musa, akiambiwa vilivyotakaswa na Mwenyezi Mungu usiviite wewe najisi, na jinsi Roho Mtakatifu alivyomshukia Kornelio na familia yake, hata akasema, ni nani awezaye kukataza maji hawa wasibatizwe, watu waliopokea Roho Mtakatifu kama sisi? naye Paulo baada ya kushuhudia Roho Mtakatifu akiwashukia watu wa mataifa mengine akasema, hakika Mungu hana upendeleo, wote wanakubalika kwake. Sheria ya Musa ilikuwa muhimu kabla ya ujio wa Kristo Yesu. Kwa sasa tunaokolewa na imani kwa Yesu na kuishi amri ya upendo. Maamuzi haya yalileta maridhiano, furaha, amani na utulivu kwa jumuiya zote. Huu ndio umoja wa kanisa ulivyo tangu enzi za mitume mpaka sasa, unaojidhihirisha katika tabu na raha. Na ikitokea sintofahamu ya kiimani au ya kimaadili, maamuzi ya mwisho lazima yatolewe na Baba Mtakatifu, na yakishatolewa lazima yafuatwe na kanisa lote la kiulimwengu, kwa sababu yanakuwa ni maongozi ya Mwenyezi Mungu Roho Mtakatifu. Ndugu msikilizaji wa redio Vatikanini, katika muktadha huu wimbo wa katikati unasema hivi: Mungu na atufadhili na kutubariki, na kutuangazia uso wake. Njia yake ijulikane duniani, wokovu wake kati ya mataifa yote. Mataifa na washangilie, naam, waimbe kwa furaha, maana kwa haki utawahukumu watu, na kuwaongoza mataifa walioko duniani. Watu na wakushukuru, ee Mungu, watu wote na wakushukuru. Mungu atubariki sisi hadi misho yote ya dunia. gu msikilizaji wa redio Vatikani, somo la pili ni kutoka katika kitabu cha Ufunuo. Somo hili linahusu hatua za mwenyezi Mungu kujifunua kwake na hatua za fumbo la ukombozi tangu kuliteua taifa la Israeli, makabila yake kumi na mawili, na kujidhihirisha kwao kwa njia ya hekalu na baadaye kwa njia ya mitume kumi na wawili aliowachagua Kristo Yesu, ambao imani ya kikristo ikajengwa juu ya misingi yao. Katika maisha ya hapa duniani sisi wa Kristo tunajitahidi bado kuwa hekalu, kanisa, mwili wa fumbo la Kristo Yesu kama ishara ya uwepo wa Mwenyezi Mungu. Lakini baada ya kifo, mwisho wa nyakati, wale watakaofikia maisha ya utakatifu hawatahitaji tena hekalu, kwa sababu watamwona Mwenyezi Mungu uso kwa uso katika utukufu wake. Ni katika msingi huu Mtume Yohana alifunuliwa utakatifu wa kanisa kwa kuonyeshwa mji mtakatifu Yerusalemu, ambao ni mfano wa kanisa. Kanisa ni takatifu kwa sababu mwanzilishi wake Kristo Yesu ni mtakatifu, linahudumia vitakatifu, linaofanya watu kuwa watakatifu kwa njia neno la Mungu pamoja na sakaramenti zake. Mafundisho yake yanaongozwa na Roho Mtakatifu, ndiye anayelifundisha kupitia kwa Baba Mtakatifu, halifa wa Mtakatifu Petro. Kanisa ni katoliki kwa sababu liko kwa ajili ya wokovu wa watu wote. Kanisa ni la mitume kwa kuwa imani na misingi ya mafundisho yake imejengwa juu ya mitume waliopokea mafundisho na imani hiyo moja kwa moja toka kwa Kristo Yesu. Uongozi wa kanisa nao unafuata mtiririko huo kutoka enzi na enzi hadi nyakati zetu. Injili ni kama ilivyoandikwa na Yohane. Sehemu hii ya injili na husu wosia wa Kristo Yesu wa amri ya mapendo na ahadi ya Roho Mtakatifu, msaidizi wetu katika kuishi vyema amri ya mapendo akidhihirisha uwepo wa daima wa Kristo Yesu na Mwenyezi Mungu katika maisha ya kila mmoja wetu. Hivyo anayempenda Yesu kwa moyo wote atajazwa furaha na amani tokayo kwa Mungu Baba, Mungu Mwana pamoja na Mungu Roho Mtakatifu. Huo ndio ukamilisho wa ufunuo wa Utatu Mtakatifu, kwamba katika Mungu mmoja kuna nafsi tatu: Mungu Baba, nafsi ya kwanza, Muumbaji; Mungu Mwana, nafsi ya pili, Mkombozi; na Mungu Roho Mtakatifu, nafsi ya tatu, kiongozi, msimamizi, mwimarishi na mtakatifuzaji. Ndugu msikilizaji wa redio Vatikani, historia inashuhudia kwamba kuanzia karne ya 16 upinzani wa imani na mafundisho ya mitume hasa mamlaka ya Baba Mtakatifu, halifa wa mtume Petro, ulisababisha kuibuka kwa madhehebu ya Kiprotestanti. Mpasuko na mgawanyiko huu umeendelea hadi nyakati hizi na unazidi kukuwa na ongezeko kwa kuibuka kwa wanaojiita mitume na manabii wa injili ya mafanikio. Chanzo cha mgawanyiko huu ni uchu wa madaraka, upinzani dhidi ya mafundisho ya kimaadili, sheria, kanuni, taratibu na miongozo inayotuelekeza kwenye utakatifu kwa kuubeba msalaba wa Kristo Yesu mkombozi wetu. Lakini pia matatizo ya kijamii, magonjwa, umaskini, kukosa fursa za ajira zinaofanya watu kutafuta utajiri wa chapu chapu na umaarufu kwa njia zisizo halali kwa kufuata injili ya mafanikio ya chapu chapu, yaani watu wanataka Pasaka bila Ijumaa Kuu, utakatifu bila msalaba. Mtume Paulo anaonya akisema, lakini wale watu wanaotamani kuwa na mali kwa haraka haraka huanguka kwenye majaribu na wamenaswa na tamaa nyingi za kipumbavu zenye kudhuru, zinazowazamisha katika uharibifu na maangamizi kwa maana kupenda madaraka na fedha ndiyo shina moja la maovu ya kila namna. Baadhi ya watu wakitamani fedha, wameiacha amani na kujichoma wenyewe kwa maumivu mengi sana. Ndego msikilizaji wa redio Vatikani, tunaalikwa kushika mafundisho ya imani na maadili yatolewayo na mamlaka a fundishi ya Kanisa. Tuzingatiye maonyo ya Kristo Yesu aliyesema, angalieni mtu asiwadanganye, kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu wakisema, mimi ndiye Kristo, nao watawadanganya wengi. Jihadharini na manabii wa uongo, watu wanao wajia wamevaa mavazi ya kondoo, lakini kwa ndani ni mbwa mwitu wakali. Basi tuwe na sikio sikivu kwa Roho Mtakatifu, tumruhusu atuangaze na kutuongoza, ili tuweze kutambua mambo tunayopaswa kufanya katika kuishuhudia imani yetu au yale tunayopaswa kuyaepuka, ili tuweze kuwa kweli wafuasi wa, wa Yesu, ili mwishoni tukaurithi uzima wa milele amina ni katika tumaini hili mama kanisa katika sala ya kuombea dhabihu na sali hivi: E Bwana, sala zetu zipae kwako pamoja na sadaka tunazo kutolea, tutakaswe kwa huruma yako tufae kuzipokea sakramenti za neema yako. ko na katika sala baada ya komunyo anahitimisha maadhimisho ya dominika ya sita akisali hivi e Mungu mwenyezi wa milele, wewe watuponya kwa kufufuka kwake Kristo Yesu ili tupate uzima wa milele, utuzidishie neema ya fumbo la Pasaka na kutujaza mioyoni mwetu nguvu ya chakula hiki cha wokovu. Ndugu msikilizaji, ni mtoto wa mkulima, Padri Richard Mjingwa.